Mlemavu wa maguu nilikuwa nasoma shule ni ishara pili, kwa sababu mama yangu alikuwa ana uwezo wa kunipeleka shule niendeze. Baba yetu alitukimbia kwa sababu aliona mama yangu ni mlemavu wa, wa miguu ni akaondoka. Dodoma ulikuwa unaishi na nani? Na kwa hapa Dar es Salaam kwa sasa unaishi wapi na unaishi na nani pia? Dar es Salaam, na anaishi na bibi yangu. Bibi yangu mwenyewe anauma, maisha ni mabaya, tunalala njaa wakati mwingine, ndio maana tumekuja Dar. Bibi yangu nimemwacha ipo Mnazi Mmoja, nimesema nije huku Mwenge niombe hela ya kula tule pamoja na bibi yangu. hapa Dar es Salaam umekaa kwa muda gani? Dar, Dar es Salaam nimekuja makao hata sijamaliza hata mwaka. Wewe unatamani kuwa nani, kwa mfano sasa hivi ukapata fursa ya kuchagua, na ombi lako kubwa nini? Ni hasa mimi nataka kuwa mwalimu, nipate kusoma sana, niwe mwalimu. Naomba watu wanisaidie pamoja na serikali.